Na wakati huo huo, ghasia zilizuka katika kanisa la SDA mjini Nyahururu kufuatia mzozo wa uongozi baina ya mirengo miwili ya waumini. Kulingana na Andrew Sang, ambaye ni kiongozi katika kasisi hil kanisa hilo uh, ghasia hizo zilitokana na tofauti zilizoibuka baada ya uhamisho wa mhubiri wa zamani aliyehamishwa hadi eneo jingine na bodi ya kanisa hilo. Mhubiri huyo na wafuasi wake wanadaiwa kupinga uamuzi wa huo wakisema haukufaa. Inadaiwa kwa miezi kadhaa, mrengo unaoegemea mhubiri aliyehamishwa umekuwa ukifanya juhudi kuchukua udhibiti wa kanisa hilo huku uongozi wa wa sasa ulioteuliwa ukiapa kutomruhusu kurejea. Wakati wa ghasia hizo, yanadaiwa yadaiwa kuwa hasimu kundi hasimu lilikuwa limepanga kumzindua mhubiri mwingine akitetea mrengo wake. Joseph Mushemi ambaye ni kiongozi wa kundi lililoondolewa madarakani alidai uongozi wa sasa umehusika na usimamizi mbaya wa kanisa hilo na kusababisha migawanyiko miongoni mwa waumini. Maafisa wa polisi waliingililia kati kutuliza hali na kuamurisha wahusika kutatua tofauti zao nje ya majengo ya kanisa ili kuepusha vurugu zaidi. Amefanya mambo yote iharibike katika kanisa letu, mpaka washiriki wanapigana wenyewe na akipewa barua ya kusimamishwa na kanisa letu anakataa. Ameform union of churches nje ya kanisa na mpango wa kanuni ya kanisa. Ningependa kwamba niwajulishe kwamba kanisa hili la Nyahururu central limeweza kuama na limejiunga na union of churches ambayo iko katika church manual. Tukatika, tuko na viwango vinne ambavyo inaelezea utaratibu ambayo kanisa linafaa lifuate. Alikuwa hapa akaondoka kwa sababu zake na alipigwa transfer, akaenda. Alafu ndio naletatea furugu hapa, analeta guns ndio wakuja wafuge hii kanisa letu. Si tuko union of churches, na tutoki union of churches till the end.